Junda TV. But now the question is, utafanyaje maendeleo wakati sisi tunajua kwamba Mombasa hakuna ward development fund. Hakuna kabisa. Hata leo ukichaguliwa wewe kama kiongozi leo, tuseme kwa mfano, leo umechaguliwa na hauna How How How How we we we we sort sort sort the the issue, the, the issue issue of of electricity? issues issues street lights? all those are highlighted? with pathetic road in Junda okay. without having a ward development? How are we going to handle that issue? Mimi nikiomba kiti cha hapa Junda mtakuwa nikiomba nikijua hakuna ward fund. Nakiomba nikijua yes, hakuna ward fund lakini najua Wanajunda wanakadiria niwafanyie maendeleo, maendeleo. Sasa akili kichwani mwa, wanasema hivyo Waswahili, akili kichwani mwa, nitawafanyia kazi vipi? uh -huh. Wewe kama mzee wa nyumba mm -hmm. Unafanya kazi tuseme, e, unafanya kazi e, e, municipal county mm -hmm. Ama unafanya kazi kwa Bamburi, alafu umeenda umeambiwa leo kusimamisha kwa wiki mbili hakuna kazi mm, mm, mm. Eh, ukirudi nyumbani kwako utaambia watoto kuwa laleni njia leo, kule kazi mekua mbaya, hakuna pesa, ama utatafuta kutapatapa ku, uende kumaduka ukope kule <laughs> sasa. Hiyo namaanisha kivogote vile, MCA ni baba wajula, eh. Kwa hiyo hakuna siku atakuja baba atuambia leo mama, tafuta mbini ile watoto waende kula waekula. Junda TV.